Baada ya siku kadhaa za ukimya, leo tunarudi na moto mpya kabisa. Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa. Na leo tunakuletea recap kali sana inayofundisha na kuburudisha. Waweza angalia pia ukiwa na familia yako. Hadithi ya mwanamke aliyelelewa kwenye uongo, akapigana kutafuta ukweli wake. Mapenzi, kisasi na mafanikio, vyote ndani ya dakika chache za moto. Usikose hata sekunde moja. Let's go. Yang-mi, Mtoto kutoka familia maskini, lakini hajui kuwa yeye ni mtoto wa kitajiri. Kila siku hushindia mlo wa wali bila chochote. Leo alipofika shuleni, akaona wenzake wamekuja na msosi kali sana, akasema wow! Mtoto mmoja akafika na kumchapa kofi Yang-mi. Hakuwa mchovu, akarudishia mara moja. Watoto wote pale darasani wakashangaa. Yule mtoto Ji hii alikuwa ni mtoto wa kitajiri Jei hii akaanza kushusha kilio. Mwalimu akawaita ofisini. Kwa sababu Jei hii ni mtoto wa tajiri, mwalimu akampa Yangmi adhabu mbele yake, japo kosa alifanya Jei hii. Sipunde mama wa Jei hii akafika pale. Mwalimu kwa unafiki akachukua bakora na kuanza kumpigia Yangmi kuonyesha ana makosa. Mama wa Jei hii hakuweza kuvumilia kuona Yangmi anapewa adhabu, akamwambia mwalimu, basi inatosha. Lakini amini usiamini, mama wa Jei Hii ni mama mzazi kabisa wa Yang Mi, wametengana kwa miaka takriban kumi na moja, ila damu ni nzito kuliko maji. Ndiyo maana mama wa Jei Hii akamwonea huruma. Licha ya hivyo hawakuweza kutambuana, japo mioyo yao iliuma ulipotazamana. Baadaye Yang Mi akapotezea na kutoweka chuki na mtu, kisha akafika hapa ambapo kwa mbali ilikuwa meli mmoja kubwa. Yangmi hakuwahi kuona meli kabla, hivyo akawa na shauku ya kuitazama. Mara kuna baba mmoja akawa anapita pale, Yangmi akashatuka na kuangalia chini. Hakujua kuwa huyu ndiye muuaji wa baba yake. Yule mzee akachukua gaki lake na kuondoka, Yangmi akaendelea kufurahia kuangalia meli Johnny. Yangmi akauza chupa alizookota na akapata pesa kidogo, kisha akaenda kununua chakula kimoja kitamu sana kwokwe China kwa mara ya kwanza familia ya yang mi ikapata chakula kitamu sana. Yang mi ni binti wa kipekee sana. Wakati wa kula alitoa chakula chake na kumwongezia kaka yake na mdogo wake. Baba yake mlezi akamuuliza mbona wewe huli? A akadanganya na kusema rafiki zangu walinialika kwenye chakula shuleni. Licha ya hivyo, mama yake mlezi akamlalamikia na kumwambia kwa nini hamletei vitu vizuri mdogo wake na kumpa adhabu ya kulala chini Baba mlezi akamkanya mke wake na kumwambia hiyo siyo sawa kwa Yangmi. Yangmi hakutaka kuona wazazi wake wanagombana kwa ajili yake, hivyo akasema mimi napenda kulala chini. Baadaye baada ya chakula, Yangmi akasafisha vyombo vyote na kisha kwenda kulala peke yake nje chini. Baba yake mlezi alimjali sana, alitoka na kwenda kumpa kampani. Kesho, kama kawaida Yang Mi akawa naokota chupa zisizo na kazi. Je hii kwa sifa akafika na kusema kwetu sisi kuna chupa nyingi zisizo na kazi makusudi ili kumuonesha Yang Mi kuwa wao ni matajiri. Akampeleka Yang Mi hadi kwao. Yang Mi kuziona zile chupa akashangaa sana, kulikuwa hadi chupa kubwa kabisa. Yang Mi akafurahia sana pia. Je hii kuonesha wao ni matajiri, akamchukua hadi ndani na kumuonesha jagi la thamani sana. Jehi akamwambia Yang-mi aangalie wakati anampa ya kabla, Yang-mi hajalishika kaliachia, likadondoka na kupasuka. Yang-mi akashutuka sana. Mara mama wa Jehi akafika pale haraka. Jehi akasema ni Yang-mi ndiye akapasua jagi. Yang-mi kwa voga akinama na kujaribu kuokota vipande, jaribu kuviunga japo haiwezekani. Mama wa Jehi akatazama Yang-mi na kuona kovu kwenye shingoni mwa Yang-mi, kisha kwa sauti akamuuliza Yang-mi, kwa nini umevunja jagi? Yangmi akajibu hapana, mimi sijavunja jagi, Jeihii aliumia kwa bahati mbaya. Mama yake kuona jeraha haraka akamsogeza kwenye kauchi na kuangalia mwanaye, kisha akaletewa boksi la huduma ya kwanza na kuanza kumfunga mwanaye kidonda. Yangmi ambaye hajawahi kuonyeshwa upendo na mama mama, aliangalia jinsi mama wa jeihii anavyomjali jeihii. Alipomaliza kumfunga jeihii kidonda, hasira zikahamia kwa Yangmi, akamwambia yaani, umevunja jagi na kumuumiza mwanangu na huombi msamaha? Haraka Yangmi akasema, sameheni, lakini mimi sijavunja jagi. Mama wa Jehii akaendelea kumwakia Yangmi kisha akasema, lazima niende nikaonane na wazazi wako. Yangmi akashutuka, huenda unaweza ukamwambia walipe pesa, akaendelea kumwomba msamaha. Lakini mama wa Jehii akaangalia chini na kuona mguu wa Yangmi unavuja damu, kwani Yangmi aliumia zaidi. Ndipo akagundua mtoto wake amedanganya. Jehii akaanza kulia na kusema, mama, mimi nimedanganya, mimi ndiyo nimevunja jagi. Mama wa Jehi akamwangalia Yangmi kwa huruma, kisha akaamua kumwacha Yangmi abaki apate chakula pamoja nao. Kwenye chakula, palijaa vyakula vitamu vya kila aina. Yangmi hakuwahi kula vyakula kama vile, alikula akiwa na furaha. Kaka wa Jehi akasema, Jehi, umemtoa wapi huyu mshamba? Yangmi kusikia vile akasimama kuacha kula, akakumbuka na kuona hastahili kula na watu wa hali ya juu. Baada ya chakula, Yangmi akachukua chupa zile zisizotakiwa na kuondoka nazo. Aliamini siku moja na yeye atakuja kuwa na maisha mazuri. Nyumbani baba yake alikuwa akimsubiri akiwa na hofu. Akiangalia mguni akaona kidonda. akafikiri Yang-mi ameumia wakati anatafuta chupa kwa ajili ya kupata pesa ya familia yao. Baba yake alikuwa shapata kazi, akamwambia Kuanzia leo sitaki uokote chupa kwa ajili ya kulisha familia, nitafanya hivyo mwenyewe. Yang-mi akafurahi kusikia hivi. Wakati anatembea alipata shida baba yake akambeba mgongoni. Japo Yangmi si mtoto wake wa kumzaa, anampenda sana kwani amekuwa akiisaidia sana familia yake kwa miaka mingi licha ya udogo wake, japo mke wake simu zote amekuwa akimnyanyasa Yangmi. Siku moja, kuna mtu akafika na kumwambia baba mlezi wa Yangmi kuwa anatakiwa kuondoka, kama mwenyekiti Park akigundua anamlea Yangmi, familia yake itakuwa kwenye majanga, hata kupoteza maisha. Baba wa Yangmi hakuwa anajua sababu ni nini ya hayo yote. Leo maskini wadai wao wakafika na kuanza kuwadai pesa. Baba mlezi wa Yangmi akawapigia magoti kuwaomba wamvumilie. Jamaa aliyevalia suti akamsukumia teke zito baba wa Yangmi. Yangmi akamuwahi baba yake na kumwangalia. Yangmi ni binti jasiri, akasimama na kwenda mbele ya yule mbabe na kumwambia, hata kama mnatudai hamtakiwi kumpiga baba yangu. Lakini haikusaidia, akapewa kibao kimoja, akaanguka chini. Baba yake akajikaza na kusimama kusaidia, naye akaongezewa kipigo. Kisha wakaanza kumpiga kipigo, Yangmi akaenda na kumshika mguu mmoja ili aache kumpiga baba yake. Wale jamaa wakaamua kumchukua Yangmi kama mabadilishano, watakapopata pesa ndio watamwachia. Yangmi akawa anapiga kelele akimwita baba yake. Baba yake akajaribu kusimama na kufukuzia, lakini akapigwa tena vibaya sana. Yangmi ni mjanja akamng'ata mkono wa mtu aliyemshika kisha akamkimbilia baba yake. Kumwangalia yule jamaa aliyeng'atwa kwa hasira, akaanza kumsogelea Yangmi. Baba yake akasimama tena na kuomba wamwache Yangmi kwani ni mtoto. Yangmi naye hakuwa mwonga, akasogea mbele na kumwangalia yule jamaa na kumwambia, ni sawa kama mwataka kunichukua mimi kama malipo, lakini msimguse baba yangu, la sivyo nitawang'ata na hata nikifaa nitawatokea nikiwa mzuka na kuwamaliza. Yule jamaa hakuamini mtoto mdogo kama yule, anaweza kuongea maneno mazito kama yale. Akasema, "Nawapa siku chache, nataka nipate pesa zangu." Kisha akaondoka na kikosi chake. Baba wa Yangmi akabaki akilia pale kwani hakutaka binti yake Yangmi apate shida kwa sababu yake. Kesho yake Yangmi alikuwa akimwangalia baba yake ambaye alikuwa na mawazo sana. Akampikia mayai kidogo ili apate afya na pia majeraha yake yapone. Kisha akajua baba yake anawaza jinsi gani ya kulipa pesa wanazodaiwa. Akamwambia, usijali baba, nitatumia pesa nazopata kwenye kuuza chupa kulipa deni na akamwambia usiwe na huzuni baba ukiwa na huzuni mimi pia nitakuwa na huzuni baba yake alijua Yangmi anaenda sana kupanda boti na meli hivyo akamchukua na wakapanda boti wakaenda kuzunguka majini wakipunga upepo monana alifikiria japo Yangmi si mtoto wake wa kumzaa lakini anamwona kama mtoto wake halisi baadaye Yangmi anapotaka kurudi akakutana na mtoto mmoja wanasoma naye Kangsan. Eneo lote na boti zote zilikuwa ni za babu yake Kangsan, naye pia alikuwa na ndoto za kuwa baharini kama babu yake. Lakini hapo hapo Jai hii alikuwa akimpenda sana Kangsan, akafika na kumwalika Kangsan wapate chakula, lakini Kangsan alikuwa akimfikiria tu Yangmi akasema kama Yangmi haendi yeye pia hawezi kwenda allah. Hii ilikuwa ni episode ya kwanza kabisa, na kama unavyoona, moto ndo kwanza unawaka. Hii ni moja kati ya filamu nzuri sana inayofunza uhalisia wa maisha, ambapo kuna watoto wanapitia maisha magumu sana, na hao ndio wanakuwa wachapakazi. Lakini pia inafundisha jinsi tunavyotakiwa kuwalea watoto wetu kwa upendo, hata kama si wa kuwazaa, kwani hatujui watakuja kuwa kina nani. Basi ili kuendelea kuipata hii movie yetu, usipite bila kusubscribe kama wewe ni mgeni. Pia usisahau kuwasha kengele yako ili mara tu episodi ya pili inapotoka, unaipata haraka. Basi mimi ni kushukuru kwa kuwa nami toka mwanzo hadi mwisho na ni kuage. Bye, bye.